Nakubali kwamba sio kila kinachofanyika ni dola, lakini nimesema kwamba kwa sababu tayari kuna kovu au kuna kidonda kibichi, kidonda kibichi, unaweza kupata tetenasi kupitia kile kidonda kibichi. Ina maana serikali yenyewe inapokosea, ndio hapo. Ndio maana nasema sio kila kitu inafanya serikali, lakini kosa la serikali haiji na majibu kwa yale hali yaliyotokea, ambayo mimi naamini yako ndani ya serikali. Kwa mfano leo, juzi, watu wamechezea mtandao wa polisi, si umenielewa? mimi ukiniambia kwamba kile kitu kime kimefanywa na watu tu baki tu hivi from nowhere na kuwa nashindwa. Naamini kile kitu kipo ndani ya uwezo wa serikali kujua ni nani na katoka wapi. Kwa hiyo hata wanaopotea potea potea, Sisemi kwamba wote wamepotea si eti kwamba serikali haihusiki, ya hapana. Serikali inahusika sehemu moja kwamba kwa nini haiji na majibu ya haya yanayotokea? Ndio maana sasa basi serikali inabariki vitu kama hivi. Kwa hiyo bado wanaopiga kelele wana nafasi. Lakini kwa makosa hayo ndio maana serikali inazidi kutumiwa kuonyoshwa kutu, vidole kwa sababu haitoi majibu ya hawa ambao, na hakika sio kwamba inahusika yenyewe, wako ambao naamini serikali haihusiki kabisa, lakini kwa ukimya wake tunaona sasa wale wote yanayotokea yana baraka za serikali. Hicho kitu ambacho mimi pia nasimama na wewe kwa upande wako, kwamba kama haitoi majibu kwa haya yanayoendelea, maana yake nafahamu sasa, mimi naamini serikali ni kila kitu, au la sivyo, ndani ya serikali yenyewe kuna mambo ambayo yanaendelea, sisi raia hatuyajui. Huenda ndani ya serikali yenyewe kuna shida kubwa sana ndani kwamba huenda ni, ni ni, ni, ni, ni, ni serikali ya Kambale nikimaana kwamba kila mmoja ana ndevu. Ana ndevu ana yani, kwamba hakuna mwenye sauti ya mwisho, kwamba anaweza kasema naye wewe umefanya toka mbele. Hiyo tofauti ambayo hiyo tofauti ambayo kidogo unaweza kuona kwamba wakati ule wa JPM na wakati huu tofauti iko hapo pia, kwamba hatuonekani kuwa na mtu mwenye sauti ya mwisho. Wakati Magufuli watu walipotea, lakini kuna baadhi ya matamko alitolewa na kuna baadhi ya watu ambao walionekana kazuga tu serikali ilifanya kazi kwa. Mimi ninachoona kwa kipindi hiki serikali sitaki tupwe lawama sababu of course mwisho wa siku mimi ni mwana CCM. lazima ni, ni upande wa pili, ni jukumu langu kama kada kulinda chama, kulinda chama na na serikali yetu hapa ili tusiponyoke. Unajua, huwezi kumnyang'anya hata mbwa mfupa hata uliompa mwenyewe. Kwa hiyo hatutaki tupoteze serikali kama chama tawala. Kwa hiyo tunazungumza kama sio kila kitu inafanya lakini kwa ukimya huu unatengeneza maswali maswali, kwa sisi hapa tunashindwa kutetea kwa sababu hapa mimi ni mbana tu bwana wewe. Kwa hiyo unakoniambia sio mbana mbana, swali la msingi kabisa lakini mimi naweza sema nalipangua, lakini bado alipanguki. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe umeniambia ulikuja, wakati uliamia, wakati ambao uliona haki. Ndio swali langu lilivyokuwa hilo. Nilimjibu kwa njia moja kwamba haki niliona wapi. Nilimwona dereva mzuri mwenye abiria 60 kwenye basi, kamkwepa mlevi mmoja, kaokoa abiria 60. Kwa Magufuli unasema bwana fulani alifanywa hivi, lakini wakati wake ndio tumeweza kuona reli ya mwendo kasi tukithubutu kuijenga, ambapo mimi hapa nikitoka hapa naenda kulala nyumbani na kula ugali, ni ndoto ambayo haikuwe kufikirika. Ndo tumeona kwamba tumekomesha masuala kama ya migao ya umeme. Sasa, kama wewe unaweza kukwamisha mradi kama huo usifanyike, wewe ni nani? Wewe mtu mwenye yaani, wewe mmoja uzuie watu milioni sitini wasipate umeme wa hakika kwa propaganda zako za tu, tutakupoteza. <todicum> <todicum> <todicum> wewe mmoja unalewa barabarani, mi naabiria sitini kwenye gari yangu eh, nikukwepe wewe mlevi, nipindue watu sitini wafe? Mi nakugonga ndio dereva mzuri, hata nikiwa na pikipiki na abiria mishikaki yangu oh, miwili. Hisia zako zinakutuma hivyo kwamba huenda ilikuwa hivyo sakafa so, so eh? Uhalisia ulionekana hivyo, kwa sababu kumbuka wakati ambao tuliweza kupigiwa kelele na mataifa ya nje. Mimi nadhani wakati huu kidogo hatupigiwi kelele, hata kama pengine anafanyika mambo kaya vile. Lakini wakati wa Magufuli kelele zilikuwa kubwa kiasi kwamba wakafika mpaka wapinzani wanaamua kukimbia nchi, wakisema tunatishiwa na utawala wa Magufuli. Wapinzani wanakimbia nchi, hakuna wakati wa matope makali kama wakati wa Magufuli namana abiria walevi walikuwa wengi barabarani. Tafsiri yako ni kwamba chote chokuwa kinazungumza uhalisia wa hayo yote, hata ya yaliokuwa anazungumza yalikuwa, tafsiri yake ni kama ulikuwa kubalia nayo uhalisia wa hayo, waliokuwa wanakimbia wakasema tunakimbia Wakasama, kwa sababu ya usalama wetu na nini, uongo asawe. Kama una wewe wewe wewe nje, nikupa mfano wewe nje, alikimbia <laughs> wewe ukuwa mbunge ukuwa hata mwenyekiti wa mtaa. Hey, hata chochote una, alikuwa mbunge nafikiri, alikuwa anamaliza wakati wa Magu eh, alikuwa so, anamaliza 15 20 alikuwa anamalizia eh alimakini baadaye akawa sio mbunge. Eh, hey, hey. Eh. Lakini akawa yuko uhamishoni, eh. Hey. Maana sasa fikiria kama viongozi wako wakubwa kabisa ambao ndio wakosoaji wakubwa wapo nchini hawaogopi wewe mdogo kabisa unakimbia nini? na maana tayari we, natumika, we, mlevi, nikibu, kamana, wewe unatumika wewe ni mbiabilia mlevi barabarani nikikamata na kupoteza wewe ili niokoe hawa wengi, ndio akili ya kawaida kabisa. Ndio maana mambo yaliwakuta wale, sababu propaganda zilikuwa nyingi sana. Mimi nadhani hata kipindi hiki mabeberu wamechelewa sana kutulaumu.